Ni miaka miwili tangu vilipozuka vita vya Sudan, hali bado haija inatajwa kuwa mbaya katika taifa hilo. Hii leo unafanyika mkutano wa kimataifa mjini London kwa ajili ya kutafuta njia ya kupatikana amani nchini Sudan. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kuingia kwa silaha nchini humo, huku mashirika kibina ya kibinadamu yakizungumzia ya hofu ya wakimbizi. Saumu Mwasimba anaitazama Sudan na juhudi zinazofanyika kulisaidia taifa hilo. Maafisa wa ngazi za juu wanadiplomasia na viongozi wanakutana leo mjini London nchini in Uingereza kujadiliana namna ya kuisaidia Sudan kufikia amani baada ya kushuhudia vita kwa miaka miwili, vita vinavyohusisha jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la RSF. Ingawa kwenye mkutano huo wa London pande hizo zilizoko vitani hazikushirikishwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kabla mkutano huo, ya mkutano huo jana Jumatatu alizungumzia wasiwasi alionao kuhusu silaha zinazoendelea kuingia Sudan pamoja na wapiganaji, hali ambayo inaonyesha uhalisia wa vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomaliza miaka miwili. Guterres bila kutaja nchi yoyote kwenye tamko lake hapo jana alisema kwamba wale wenye ushawishi mkubwa kwenye vita vya Sudan wanapaswa kutumia ushawishi huo kuimarisha maisha ya raia wa taifa hilo na sio kuliongeza makali janga hili. Tayari maelfu ya watu wamekwisha uawa na mamilioni kuachwa bila makazi na kutumbukia pia kwenye baa la njaa nchini Sudan, na mashirika mbalimbali mbali ya kibinadamu yamezungumzia kuhusu hali ilivyo katika taifa hilo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, ametahadharisha akisema kuwapuuza wakimbizi waliokimbia vita vya Sudan kutasababisha athari kubwa. Na Mamadu Dian Balde ambaye ni mkurugenzi wa UNHCR kanda ya Afrika Mashariki, pembe ya Afrika na eneo la maziwa makuu, amezungumzia kuhusu hali ilivyo kwa sasa katika maeneo hayo. Nchi kadhaa zimekuwa zikiwapokea wakimbizi, nchi za kikanda. Mataifa jirani hayakufunga mipaka yao, yamekuwa yakiwapokea wakimbizi. Jamii ambazo hata hazina kikubwa cha kutoa zimewagawia kidogo walicho nacho, na huo ndio moyo wa kweli wa mshikamano, na hiyo ndiyo hali tunayoiona inayoendelea katika kanda hii. And this is what we see happening in the region. Vita vya Sudan vilivyopewa jina, vita vilivyosahaulika, kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la RSF ni vita vya kuwania madaraka baina ya majenerali wawili Abdul Fatah al Burhani na Hamdani Dagalo. Filipo Grandi, mkuu wa UNHCR, amesema miaka miwili ya vita imetengeneza kile ambacho hivi sasa ulimwengu unakishuhudia ambacho ni mgogoro mkubwa wa kibinadamu na wakimbizi na kuongezeka kwa hatua za kupunguzwa kwa msaada wa kimataifa. Mkutano wa London kwa hivyo unawashirikisha pia maafisa wa mashirika msaada, na wanadiplomasia kutoka mataifa mbalimbali mbali ya ulimwengu, umeandaliwa na Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Afrika, lengo lake kubwa likiwa ni kujaribu kupata ufumbuzi wa kuondoa kile ambacho Umoja wa Mataifa umekiita mgogoro wa kutisha wa kibinadamu duniani.